Msanii superstar mkubwa Diamond Platnumz alizua gumzo kubwa sana mitandaoni baada tu ya kuzungumzia swala zima la binti yake Tifa. Diamond Platnumz amekuwa akilalamika na akimlalamikia Zari malezi ambayo amekuwa akimpatia Tifa, sio malezi mazuri, anatakiwa ajaribu sana Kumzuia Tifa kutumia mitandao ya kijamii. Ukiangalia kwa sasa hivi, ukitembelea hata peji ya Instagram ya Tifa, unaweza kujionea kitu ambacho Diamond alikuwa akizungumzia. Yaani Tifa hawezi kula chakula bila kuposti. Tifa hawezi kupendeza bila kuposti. Ni lazima tu ataposti, ni lazima tu atajirekodi video, ataweza kuposti mitandaoni, jambo ambalo Diamond ameliona sio sawa, lakini swala kubwa zaidi ambalo Diamond alilikuwa analilalamikia ni kwamba inatokea marafiki wa kiume kwa Zari wanakaa na Tifa wanacheza michezo, wanafanya hivyo, wanafanya vile, tunaweza kusema ni mtoto lakini uh, kwa Diamond yeye ameona ya jambo la tofauti kwamba endapo, uh, mtoto wake wa kike akizoea uh, sana kuwa karibu na hao watoto wa kiume, basi kuna urahisi akaharibikiwa kwa mapema zaidi, kwa sababu sasa hivi tunaona dunia imeharibika. Hawa watoto wadogo ambao unaweza ukasema mtoto mdogo, uh, kumbe tayari ana mchumba wake tayari ana mpenzi wake. Unaweza kukutana na mtoto darasa la pili anakwambia mimi mpenzi wangu Sylvia, mimi mpenzi wangu fulani, jambo ambalo limekuwa la kawaida sana kwa generation ya sasa hivi. Diamond partner mkitu ambacho alikuwa anatamani sana Zari akifanye ni kumweka mbali Tifa pamoja na watoto wa kiume. Kama wamekaa kwa ajili ya kusoma ni sawa, lakini sio kupiga story kucheza magemu. Hilo ni jambo ambalo Diamond partner hajakubaliana nalo hata kidogo, na akawa amemsi sana Zari. Kama ni mambo ya michezo Tifa anaweza akacheza na ndugu yake na mambo mengine yakaendelea, sio lazima eti akatafutiwa marafiki wa kiume wakatoka huko wakaja bale nyumbani kwa Zari sio jambo zuri. Lakini endapo pia Tifa anataka kucheza na wenzake, basi atafutiwa wenzake wa kike wacheze wote, ili mradi tu kuepusha zile tabia ambazo, endapo Tifa akaanza kupevuka yani kukua kukuja katika swala zima la ubinti, basi asije akawafikiria sana wanaume, kwa sababu kile kipindi uoga ni kipindi kigumu sana kwa watoto wa kike. Naanzaga yale mambo ee, mama mimi ninatoka kidogo mama, mimi naenda kwa rafiki yangu kupe. Tayari mtoto ameshapata mpenzi. Sasa siku ya leo uh, Zari the Boss Lady ameona uh, Diamond ni kama vile amewapanda kichwani, kwa sababu Diamond, baada ya kuzungumzia swala zima la Tiffa, baadaye Diamond partner huyo, huyo akaanza kuzungumzia uh, kwamba Zari pamoja na Shakib hawana malezi mazuri kwa yule mtoto, jambo ambalo limepelekea Zari kushindwa kabisa kumuelewa Diamond partner. Na siku ya leo akaamua kumcharua, amejirekodi video akaposti katika ukurasa wa Snapchat, akiwa anazungumzia ile swala kwamba anashanga sana kuona Diamond anakuwa na wivu mkubwa sana na Tifa, lakini yazungumzie swala la Nilan. Lakini Zari akawa amezungumza kwa ukubwa zaidi, akawa anadai kwa sasa hivi dunia sasa hivi, wazazi wengi sana wenye watoto wa kiume ndio ambao wanatakiwa kuwa na wasiwasi, kwa sababu watoto wa kiume wameharibika kwa asilimia kubwa sana. Watoto wa kiume wamekuwa wakilawitiwa, watoto wa kiume wamekuwa na tabia tofauti tofauti. Sasa Zari anashangaa kuona Diamond anakuwa na wasiwasi zaidi na Tifa, tofauti na kuwa na wasiwasi zaidi na Nilan, jambo ambalo linampeleka Zari ashindwa kumwelewa Diamond na huku ukiangalia Diamond tayari alishamkataa yule mtoto e, unaambiwa Diamond Platinum alikuwa anatamani leo kesho waweze kufanya vipimo vya DNA kwa yule mtoto Nillan na hizo taarifa zimesambaa sana mitandaoni, lakini pia tumeona Mange Kimambi namna ambavyo hizo taarifa amezisambaza mitandaoni kwamba Nillan sio mtoto wa Diamond. Na ndio maana huenda Diamond hamuonei wivu sana Nillan, anamuonea wivu Tifa, lakini ni kawaida kwa baba kuwa na wivu na mtoto wake wa kike tofauti na kuwa na wivu na mtoto wake wa kiume, hilo ni swala la kawaida zaidi, lakini Zari hajapendezwa nalo Ameona ni kama vile Diamond anamuona yeye hana malezi mazuri kwa Tifa, lakini malezi ambayo Zari amekuwa akimpatia Tifa ni kwamba Tifa anatakiwa kuwa na uhuru wake, anatakiwa kujikontrol mwenyewe, sio kwamba eti kila muda asubiri mama aniruhusu, mama anifanyie hivi, mama anifanyie vile. Jambo hilo Zari Zebuslidi amelipinga moja kwa moja, amemwambia Diamond, kama unaona mimi siwezi kumlea huyu mtoto basi njoo mchukue umlee wewe. Jambo hilo huenda Diamond akalichukulia kwa namna tofauti, lakini kiufupi yeye Zari ana hajakosea popote. Kumpatia Tiffa simu ni jambo la kawaida. Tifa, yeye ni mtoto, amezaliwa na masuperstar. Zari ni superstar, Diamond Platnumz ndio superstar, ndo kabisa mtoto amerithi zile tabia za baba yake moja kwa moja. Diamond Platnumz ni Tifa mtoto, yani Tifa ana ile tabia fulani hivi, anapendeza sasa hivi, anapendeza sasa hivi, anajua kuvaa vizuri. Tifa anajua kujiremba, Tifa anajua kutoka na amependeza, mtoto wa miaka kumi, jamani. Tuendelee kusubiri tuone huyu mtoto wa Diamond atakuwaje, kuwaje kwa sababu utabiri, namna ambavyo alitabiriwa katika arobaini yake kipindi kile ametolewa nje, yule mtabiri kutoka India alisema uh, huyu mtoto atakuja kuwa superstar zaidi ya baba yake Diamond Platnumz. Tuendelee kusubiri tuone nini ambacho, uh, kitatokea. Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kubonyeza maandishi mekundu aliandikwa neno subscribe.